Kila kwa ushindi, asante. kama kawaida yetu, hmm, bao sita zidi ya Dodoma Jiji, sio kawaida Simba kushinda? Sio kweli, sio kweli. Waulize mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita tuliwafunga. Wanajua kaifa yetu wanayo, kwa hiyo habari yetu wanayo. Sisi kawaida yetu sana, hizi sita sita, nne nne, si ngapi? Kawaida sana Dodoma, wa Dodoma Jiji watoto wadogo. Tulikuwa tunataka kutumzibe utumzibe nani asijio na atajua mwenyewe. Jina lake bwana limekaa vibaya kwanza, sije nikatamka mambo ya nani, mambo nikakosa sawabu, mwezi mtukufu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunataka tuonyeshe maana halisi ya simba bingwa. Hmm. El performance ya Limpanzo kibisawara, watu wanashangaza, wana Simba Sports Club kwa jinsi alivyokuja, wengine nao wanamfurahisha na Ikangalo mmoja, naa mpanzu toka anakuja katika jina ambalo lilikuwa kubwa kabla hajafika simba ilikuwa ni Mpanzu amekuja hapa, kuna vitu vilisumbua, lakini mpaka sasa hivi unamwonaje Mpanzu? ni mtu tena mtu narobo, na robo, na hapa tuna mpango tumtafutie mtoto, ili mradi mbegu yake ibaki, so ya kuondoka nchini hivi bila, bila mbegu yakewanamke, mm.

Kibu ni mchezaji mzuri toka huko alikotoka, ndio maana uliona alivyokuja Simba tu maneno yakaanza sijui oo oh, sijui raia sijui kitu gani, maneno yalizungumzwa mengi sana na ya ya ovyo, lakini Kibu ni kijana wetu ambaye mbegu yake imetokana na Tanzania na yupo Tanzania na mzao wa Tanzania, mpenzi wa Simba mwenye mapenzi na Simba, yupo na ataendelea kuwepo. Na hii furaha sio ya kwetu, ni ya kwake. Kibu tunampenda na anajua hilo ndio mm, kwa mwalimu Fadu Davis kwa jinsi anavyoamini vijana, Levi Kameta Duchu ameanza katika kikosi. Unene la kumwambia mwalimu Fadu Davis kwa ujumla, kwa jinsi ambavyo anaamini sana vijana kuliko Shabarara, unamwona kama leo ameanza kwenye kikosi kuja na umma, ameanza kwa performance ya mwalimu Fadu Davis, una kipi cha kumwambia? Mimi naona ni mwalimu mzuri, na kwa sababu anawapa vijana nafasi, kwa sababu unaambiwa vijana ndio nguvu kazi hata taifa letu linategemea sana vijana. Kwa hiyo hata kina Shabalala unavosema kwamba wameanzia benchi au wanatakiwa wa, wa, wa, watoke sabu. Mimi sioni kama ni kitu kibaya kwa sababu vijana wanatakiwa kuwe na mtu, ina maana sio Mungu, Shabalala sio Mungu. Kuna leo na kesho, ina maana akionyesha mtoto performance anaweza akapewa nafasi ya kuperform. Ndio chanzo ya wa top scorer na mabao 12 hivi sasa anafuata mm. Pisi Mpumbo Dube pamoja na Clement Mzinza una nini unamzungumzia? Hawa watu wengine sijui kina Mzize sijui kina nani Kombolelo sijui nani hao, achana nao, sisi tunaongelea huyu wa kwetu ni mchezaji bola, ndio maana amekuwa top skola mpaka sasa hivi sawa, eh? Na anaendelea na nadhani hapa ndio amefika kwenye namba moja. Sidhani kama atashuka na hakuna akushuka, sababu ligi yenyewe ndio hii, baba jeni tena, bye bye, ndio tumeshamaliza hiyo na imeisha. Dabi dabi ya wahuni wanaokimbia kimbia wahuni Wanamkimbia baba mwenye nyumba? Ndio wamekimbia. Wao ndio wametukimbia kwa sababu huwezi kuweka wahuni ndani kwako alafu useme mtu amekukimbia. Waache kul kuleta bali za vibaka, wacheze mpira wa kiungwana, waruhusu watu wafanye mazoezi, kazi wameona. Na unajua leo ubaya ubwela ulikuwa ni wa hao nyochomeka mwiko nyuma. Sema hao wenzetu wameufakamia ubaya ubwela. Ndio maana tumekula kiporo kwa hasira. Ni alikuwa jana. Ni alikuwa na nini? Kufutari gani? Afrika? Kibudu wanachinja wale, siwezi kula. Mwezi mtukufu. Asante sana.